Mama shikamo, sijangu watu nani bana, uko bize na ziara, na mimi niko bize yeah. Ah, mara ya mwisho tulipiga picha kwa ajili ya kumkomoa ex wangu, ujumbe ulimfikia, ameomba msamaha sana, ila nimemwambia siwezi kukusamehe kwa kuwa swala lako lipo kwa mama, kwa hiyo msamaha wako kwa chini ya jamhuri kwa hiyo nimemwambia swala la msamaha wako ni swala la jamhuri, sio mimi tena <laughs> hey. Kupitia ile picha mama pia nilipata madili mbalimbali mbali. ila changamoto ilikuwa moja, kuna madili mengine walikuwa wanasema twende wote, nikakutafuta sana upatikane. Kuna kampuni mmoja ilipata dili, nataka tutangaze wote, mimi na wewe. Ulikuwa unatakiwa uposti mara mbili tu, walikuwa anatupa hela mama, ulikuwa na kula zako saba na mimi saba Nampigia Mheshimiwa Mavunde namwambia, jawali mama huko anatakiwa tukachukua hizi hela ya yeah, ya yeah. Na mimi mama ni kushukuru sana uongozi wako, viongozi wako wote, majina yao yanafaa kuwa viongozi. Kwa wale wenye watoto, kuna jina ukishampa mtoto sahau kabisa kupata cheo serikalini kikubwa, yaani ukishamwita mtoto Chris awezi kuwa mkuu wa majeshi. Yaani ni ngumu sana ili tupate mkuu wa majeshi anaitwa kamanda Chris. Yaani kuna watu kabisa wanaona kabisa aliumbwa wazaliwe akue awe IGP. Aliumbwa wazaliwe akue awe kamanda kama kamanda wa mulilo pale, unaona kabisa yes, akionyesha hivi unaonae, kamanda ila siku ukaje ukapata kamanda naitwa Kevin, ili taifa tunalijua wataanza kumwita Kevo. Kwa hiyo hata zile habari za biladi hayo zinaandikwa pale, kamanda Kevo anawashikilia panyalodi taifa nana kujiuliza, anawashikilia au wanamshikilia? Ya, wana <laughs> yeah, mama unajua mtaani huko sitamwamini sana miradi yao. hey, yani kila kitu unachokusema miradi yao akiposti unagundua kumbe ni uhakika. Eh, hey, hata, hata ile picha tulipopiga hapa watu wakaniambia, unajua umepiga picha na mama. Mimi mwenyewe nikauliza mbona miradi haijaposti? Ya. Yeah. Ya, yeah, lakini mama pia nimesikia bunge linaisha sio muda Hey, Dkt. Tulia amenialika marathon Mbeya, sijui kama una taarifa sasa. Nilivyosikia bunge linafungwa, alafu Tulia kaandaa marathon, kanasema sijekuwa nakimbia na kinua mgongo cha wabunge yeah, kwa mama leo najua tutapata picha nyingine, kwa hiyo zile kampuni zitaendelea kutafuta. Jitahidi leo nipate namba yako. wenzako wana namba yangu kina Aweso kina Mheshimiwa Mavunde kina Dr. Tulia wana namba yangu, kuna muda na anaposti meme nzuri, wananiambia Saidi, naomba hiyo. <laughs> Najua waheshimiwa ukichukua namba zao, kila siku mnakuwa mnaposti mambo ya sikalini bwana. Juzi nimemshangaa Mavunde naye amemposti dogo pateni, kaandika pale afande, nilegezee kamba, nikasema: ah, kumbe hadi waheshimiwa wanaijua anaijua. Kwa hiyo mwema, hakikisha tunafanya hivyo ya Mheshimiwa Tulia. Ah, wewe kee, uko sawa kabisa mama. Pia tuliaga anamtumia umeme nikikwama, mimi nimeshazoea kununua umeme kwangu, nikana mtafuta wa elfu kumi. Kuna siku alinitumia umeme wa laki mbili kwangu, palipiga shoti, nikawa namtafuta waziri wa nishati nimwambie nauza umeme at least ile laki mbili nigeuze kuwa hela. Ah, mama, cha kingine, show iliyopita tulikuwa na Omidmpoz hapo pembeni yako. Nimegundua maisha yanabadilika. Leo hujamuona, unahisi ajaja, amekuja amemweka back bench huko bwana Omidmpoz, uko wapi ndugu yangu? Nyosha hata mkono tu Umid... mkono tu upo. Ah, pa nilikwambia maisha yanabadilika, si nikwambia kuna siku nitakusaidia si hivi? nimekuonesha kwa mama Mama, baadaye kama itakupendeza na yeye apate picha. Ni ngumu kwenda kuambia watu walikuwemo huko yeah, lakini kus, ya lakini kwa kuwa ni siku ya habari, najua kuna habari hauna, kwa hiyo nitakuwa nakupa y yeah. Nasikia JSM wetu waga anamkopa Manala hela, wanasema Manala Diamond pia naye aliazima laki tano pale eh, lakini pia Manala, sijui kama ulisikia hii, yule mwanamke wake ambaye tulifanyia sherehe hapa hapa Washaachana, lakini pia juzi nilikuwepo kwenye birthday ya mtoto wa Mario Harmonize, alikuwa anacheza na Kajala bwana, wamerudiana nao, mama koo. Harmonize inaonekana ni mtu anajua sana kungania ugomvi mpaka ukaisha. Tumtumia hata kwenye ile vita ya Ukraine kule Harmonize. Sikwambia kazi ukumziki ukishinda ya lakini pia kama kuna nafasi yoyote mama, unaweza kumpatia mpatie mapenzi na muendesha siku hizi ya imbi. Mama mi nakupongeza sana, serikali yako inafanya kazi kubwa. Moja kitu ambacho mimi waga na fly ni kwamba marais wote ambao wameongoza nchi yetu watoto wao waga ni wakubwa sababu huyo raisi angeendesha hili taifa kuwe shida. Yaani mama ungekuwa na kale ka junior, raisi, ange, ange e kale ka junior kadogo ha, kangekutesa sana, umekaa zako hapo, kametoka nje unakaita ndani, akataki na asingekataa. Baba watu wanatoka nje anaenda kucheza naye, kwa sababu mtoto wa bosi ni bosi pia. Ni bora kachezee watu unaenda nako mjini, kanafika pale, kanasema kanataka sanamu la posta e, inabidi umtume lizwani Kikwete akalivunja amnete, utafanyaje? Ah, kwa kuwa mda umeisha, mama, na mimi naomba niishie hapo. Najua watu wengi watadhani eti kwamba leo nitaomba picha ya yeah, kitu ambacho ni kweli, mama, hii picha leo sasa iwe tofauti, kama mabango siliona mama, ile picha. Kwa hiyo umegundua kuna faida ukipiga picha na mimi Koo, ya leo yaleo saweka mabango Tanzania tu, kuna mabango nimeasikia hapo kule Kenya. Ko, jiandae kujiona kimataifa, mama. Baada ya picha mdimpozi mama, amesha kuona, ataamua yeye, unapiga picha au upigi. Asante mama, naweza nikashuka nikaja hapo a. Asante sana. Baada ya Saidi Saidi. Sasa tunaendelea na battle Lady J D on the stage. Kuzaliwa mtoto wa kike ni baraka weza, ila lakini mara nyingi tumekumbwa. Mwandishi wa habari. Sasa, ninawaletea wasifu wa wanahabari

Alafu baadaye nampandisha Said Said Judy, kokote uliko, tafadhali kwenye stage E, kwa Judy kali, kazi kazi na kazi inaendelea. Raisi hodari anapiga kazi, Tanzania mambo pia. E, kwa Judy kali, kazi kazi na kazi inaendelea. Sante studio. Uh, Mheshimiwa Raisi mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, shikamo mama. Uh, viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Sisi wengine mama tumeamua kuhamasisha mambo ya nishati safi kwa kuvaa tu nguo kama mitungi ya gesi. <laughs> sasa <laughs> wakati mwingine ndo huu unakuja unakuta umefanana na carpet. <laughs> Ah. Mama mi nakupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa ujasiri, kwa sababu nilikuwa nasikia tu kwamba Ikuru kule unakaa na wanyama unajua. <laughs> kukaa na yani, kuletewa mbuga nyumbani, kwa kweli ni kitu ambacho kinatisha. Ila mi nasemaga kama mama angu, mi ni mnyakyusi mama angekuwa rais, nasemaga kabisa, mama, kazi nyingi, angekuwa ananituma mimi. Yaani hapa unatoka umefanya kazi umechoka, kesho unaamka tena kwenye ziara nyingine. Yaani Mama Eriudi atoke kuzindua daraja arudi alale, umwamshe ni ugomvi ambao auishage. Urais kwanza na, nafikiri unahitaji uwe upendi vitu vitamu, kwa sababu eti tubandike maharage halafu nyuma tu huko kuna mbuga, kuna mbuni tausi, ah, wako wamekuja, uwapikie mboga za majani, kuna twiga ah. Mama Eliudi lazima atasema, we wachinjie wakina kayemba twiga hiyo mwana <laughs> mimi na, na, na, na, napongeza sana waandishi wa habari, kazi mnayofanya ni ngumu, ya, ni ngumu sana tumeona hapa Uh, kila sekta mshindi alikuwa anapewa na sekta husika zawadi. Yule ndugu yangu wa maji <laughs> watu wote tulikaa kule tusema wasipompa jaba huyu wanampa simtengi <laughs> kwa hiyo kuna sehemu unaweza ukawa unafanya kazi ila siku wakitaka kukupongeza kukupa zawadi ni hatari hivi. Umeashumu mtu wa idara ya nyuki ikatokea ameshinda leo, wakamletea mzinga hapa, halafu kwa upendeleo wanasema tampa mizinga nane aende nayo nyumbani kwake. Na sisi, sisi kama vijana tuna tunapata taarifa nyingi sana kupitia vyombo vya habari vinatusaidia sana lakini, mikoani, yani, mzazi anatuamini sisi ambao tuko da kuliko hata chombo cha habari. Miradi yao anaweza akaposti kabisa kwamba hali ya hewa kesho mvua itanyesha, mama erudi ananipigia, e, mwanangu, eti baba ni kweli itanyesha? Wanaamini ukiwa da una taarifa zote kamili. E, kwa sisi wengine makabila yetu kuwa da ni kutoboa yani <laughs> umefanikiwa. Na ukiumwa wa daa ndo wanachanganyikiwa zaidi. Nilikuwa, nilikuwa nimekaa pale nimekaa pale nyuma naangalia kila mtu anayekuja uh, anakabidhiwa zawadi yake <laughs> akaja akaja yule mama ambaye sasa hivi dakika zilizopita ameahidiwa kwenda Marekani. Mama, mimi nasema hiyo <laughs> ya Marekani ndio ungeanza nayo. <laughs> Asanteni sana. <laughs> Nashukuru sana Mheshimiwa Rais.